Chadema tunataka mambo yafuatayo. Moja, mabadiliko makubwa ya kisheria na ya kiuendeshaji ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Mbili, mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa mahakama za Tanzania ili ziweze kutoa haki bila upendeleo Point namba 4, mauaji ya haraiki utekaji kupotezwa na ukatili mkubwa uliofanywa na serikali baada na kabla ya kinachoitwa uchaguzi Tanzania na dunia kwa ujumla ilishuhudia mambo yafuatayo. Moja, mauaji ya haraiki ya zaidi ya watu 2000 na majeruhi zaidi ya elfu tano kwa muda wa wiki moja tu. Kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Tatu, utekaji na upotezaji wa mamia ya raia abduction and enforced disappearance. Tano, mateso ya kikatili, ubakaji na mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tano, ushiriki wa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya matendo ya kihalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji ya raia, uporaji wa mali binafsi za watu na ukamataji holela ulioendana na utesaji. Sasa Chadema inataka kukomeshwa mara moja kwa operation zote za utekaji, mateso, mauaji na upotezaji wa raia na watanzania ania waliopotea kwa kutekwa waachiwe huru. Tunasisitiza kuwasilishwa na kukabidhiwa kwa familia zote miili ya wapendwa wao waliouawa kabla, wakati na baada ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili hatimaye miili hiyo izikwe kwa heshima na desturi za Tanzania. Chadema inataka uchunguzi utakaofanywa na tume huru inayoaminika, yenye wajumbe wa ndani na nje ya nchi, ili kubaini ukweli wa idadi ya mauaji maka na kuwajibishwa kwa wote waliofanya uharamia huu.